Je, yeah. Upinzani Tanzania utakubali wito wa maridhiano kutoka kwa Rais Samia? Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imetoa wito wa maridhiano kufuatia kipindi kigumu kilichoikumba Tanzania baada ya uchaguzi mkuu uliompa ushindi wa asilimia 98 ya kura. Wito huo unalenga kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo ya kisiasa na kurejesha utulivu huku serikali ikisisitiza kuwa inalinda amani na ustawi wa taifa. Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi anasema uko tayari kwa maridhiano. Lakini ni dhamira ya rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hawa wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa. Haya yanajiri baada ya jumuiya ya kimataifa kutilia shaka uhalali wa uchaguzi uliofanyika na hivyo kuweka shinikizo dhidi ya serikali ya rais Samia. Hata hivyo, kimsingi, hali bado ni tete. Baadhi ya viongozi wapinzani wamezuiliwa na watu kadhaa wameshtakiwa hivi karibuni kwa mashtaka ya uhaini kufuatia maandamano katika maeneo mbalimbali ya nchi. Serikali imelaumu waandamanaji kwa kuharibu miundombinu ya serikali na mali za raia ikiwataja kuwa wahalifu waliovunja sheria, huko upinzani ukidai walikuwa wanataka haki na uwazi katika mchakato wa uchaguzi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, Rais Samia sasa anakabiliwa na mtihani mkubwa wa kuhakikisha kuwa wito huu wa maridhiano hautabaki kuwa maneno tu bila vitendo. Wanasema upinzani unaweza kuzingatia mwaliko huo endapo kutakuwepo na dhamira ya kweli ya mageuzi ya kikatiba, kuachiliwa kwa viongozi waliokamatwa, na uchunguzi huru wa vurugu zilizoripotiwa wakati wa uchaguzi. Wakati huo huo, serikali imesisitiza kuwa Tanzania iko tayari kuwapokea wawekezaji na watalii katika msimu ujao wa sikukuu, hatua inaonyesha matarajio ya kurejea kwa hali ya kawaida. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa kurejesha hali kuwa imara kwa taifa kutahitaji zaidi ya ahadi za kiuchumi. Kunahitaji maridhiano ya kweli, uwazi na kuweka msingi wa imani tena kwa serikali, upinzani na wananchi. Ni muhimu kukumbuka kwamba Rais Samia aliwahi kufanikisha mazungumzo na upinzani mwaka 2023, hatua iliyosababisha kufutwa kwa marufuku ya mikutano ya kisiasa na kuimarika kwa maelewano japo kwa muda. Wengi sasa wanaona huu kama mtihani wa pili katika uongozi wake. Je, ataweza tena kuunganisha taifa katika kipindi hiki kigumu?